ni kwamba hali yako ni njema kabisa kwa wewe ambaye hauja subscribe. Tunaomba subscribe yako. Aa, mbele yako unayemwona ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Farida Sekimonyo. Habari ya leo mchungaji? Salama kabisa. Habari ya huduma? Tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Mtazamaji, huyu ndio mchungaji anayeandaa tuzo bora kwa wachungaji watumishi wa Mungu. Mara kadhaa umekuwa ukisikia na mimi pia nikisikia na kuona tuzo za waimbaji, lakini mchungaji ameamua kuja na ya wachungaji. kwa nini umeamua kufanya hivyo mchungaji? ninaamini kwamba kila mtu anapofanya jambo zuri anahitaji kuwa recognized, anahitaji kutiwa moyo, anahitaji ku pewa kitu ambacho kitamwekea alama ya kile anachokifanya. na mwitikio unauonaje? japo bado ni mapema sana, kwa kweli, mpaka sasa mwitikio ni mkubwa. Tumeshapokea majina mengi sana ya wachungaji ambao wanaingia kwenye categories mbalimbali, kama tulivyoona, orodha yetu ina categories 30. Kwa hiyo mpaka sasa tumeshapokea majina mengi mengi sana na tunategemea kuwa na kikao cha kamati siku ya tarehe kumi kwa ajili sasa ya kupanga nomination names ambazo zitaingia kwenye kila category na tuanze kupiga kura. Zile video zimetembea na kuna baadhi ya comments, na tumaini umeziona, nyingine hujaziona. Wachungaji hawa wanasema hizi zitakuwa za upendeleo. Unataka kumwambia nini mchungaji mwenye wasiwasi wasi? Uh, kwanza ni watoe wasiwasi kwamba hizi tuzo hazitakuwa na upendeleo wote, kwa sababu tutazipigia kura live online na tutakuwa tunaona trend ya kura zinavyoendelea. Lakini pia niseme kwamba haya sio mashindano, narudia tena, hii ni uamsho wa injili Tanzania. Tunatamani watu wamjue Kristo zaidi, tunatamani watu wajue, mtu anaweza wa akawa yupo Iringa hajui wapi pa kwenda kuabudu, ajue kwamba kumbe Iringa napo kuna makanisa fulani naweza kwenda kuabudu. Kwa hiyo ni mwamsho wa injili Tanzania, watu wamsikie Kristo kwa namna nyingine. Uh, mtu mwingine sio awezi tu kuokoka kwa ajili ameenda kanisani, mtu mwingine hawezi tu kuokoka kwa sababu anasikia injili, mwingine anaweza kamsikia Kristo sasa kupitia tuzo, kwa sababu kuna watu, kila mtu ana trend yake ya kufuatilia jambo. Kuna mwingine anaweza kufuatilia waimbaji, kuna mwingine anaweza kusikiliza mahubiri, kuna mwingine anaendaga tu kwenye mikesha, akisikia mikesha ndo anaenda. Kwa hiyo kuna watu watamsikia Kristo kupitia hizi tuzo. Matarajio ya kilele cha tuzo hizi ni tarehe 6 mwezi wa nne mwaka huu 2026 na yatafanyika pale Ubungo Plaza kuanzia saa 11 jioni. Huyu ni mchungaji Uh, Farida Sekimonyo, tukiachana na maswala ya tuzo, hebu mpe mtazamaji ushuhuda wako kwa ufupi, aliko kutoa Bwana Yesu. <laughs> Amina, namshukuru Mungu kwa sababu uh, minitoa mbali. Of course, ya kwanza mimi nilikuwa ni Mwislamu. Hata ukisikia jina langu unasikia Farida, nilikuwa Mwislamu. Sijataka kubadilisha jina langu, nimebaki na jina lile lile. Kwa hiyo Yesu ameniokoa kutoka huko kuja huku, lakini pia katika watu ambao walikuwa na mambo mabaya niseme his, uh, mimi ni mmoja wapo, lakini kupitia Yesu Kristo ambaye ametuokoa na kututoa, amenifanya niwe huru na sasa ninamtumikia wewe. Ni, we, ni jambo la kumshukuru Mungu ukisema, yeah. okay, mambo mabaya unamaanisha nini mchungaji? <laughs> Dhambi, tulikuwa tunatenda dhambi. Kwa hiyo Mungu akikutoa kwenye dhambi akakuweka huru ni jambo la kushukuru. Ni wengi ambao bado wameangamia, wako chini huko wanateseka, lakini mimi sasa niko huru. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navifanya, sasa hivi siwezi kuvifanya, ni kwa sababu wameniokoa. kwa hiyo kwa leo natamani sana tu focus kwenye tuzo zaidi, kwa sababu ndio kitu ambacho kiko mbele yetu, sawa. Lakini kabla ya kurudi kwenye tuzo, hapa mchungaji hmm, kutoka kwenye Uislamu kuja kwenye Ukristo, familia haikukutenga ama kukufukuza? Hapana, yaani mimi niseme kwamba kwanza, imekuwa ni baraka, imekuwa ni baraka kubwa, kwa sababu kuna mtoto jinsi unavyomuona alivyo alafu ukamuona amefuata njia fulani na amebadilika, wewe mwenyewe kama mzazi unamshukuru Mungu. Kuna wengine wanatoka kwenye dini zao za zamani kama hivyo, wanafukuzwa. Hebu mpie moyo yule ambaye tayari amefukuzwa kwa uchungaji. Ah, familia zinatofautiana, familia zinatofautiana, lakini niseme kwamba kama wewe umefukuzwa kwa ajili ya Kristo, amini kwamba yeye atasimama na wewe. Tumeona tu wiki iliyopita mfalme wa Kuwait ameokoka na kubatizwa, na anasema hata nikiuliwa, lakini kwa sababu ya Kristo mimi niko salama. Kwa hiyo niseme kwamba ni yupo sehemu salama na asiogope. Yesu Kristo ana uwezo wa kumpa familia bora na nzuri kuliko anavyofikiria yeah. Kwa kuwa umetamani tuendelee na masuala ya tuzo, uh, kuna mshirika Anaona hivi mchungaji wangu atapata kweli kulingana na mazingira yake? Mshirika huyu naye unamwambia nini? Aa, kama nilivyosema awali, unajua, tukilielewa vizuri swala la tuzo, ina maana mtu anapewa kitu kutokana na ile kazi anayoifanya, anatoa moyo wa kuendelea na ile kazi anayoifanya, lakini pia huyu ambaye pia naye anamwangalia anapata moyo wa kufika ile hatua. Niseme jambo moja, watu wote tumepewa hizi karama na Mungu. Kwa hiyo watumishi wote tupo sawa, tunamhubiri Mungu mmoja, na ndio maana hata hizi tuzo hazilengi dhehebu fulani, zinalenga madhehebu yote. Kwa hiyo tunapompa mtu tuzo kutokana na kipengele fulani ambacho ameteuliwa pale, sio kwa sababu yeye ana umaalumu kwa Mungu. Hapana, watu wote, watumishi wa Mungu wote, tuko sawa. Nini tunachokiangalia, na kwa nini tumeamua kuzitoa hizi tuzo? Hata ukienda kwenye makanisa yetu kuna mchungaji ana watu lesei elfu moja kanisani kwake. Huyu mchungaji anajitolea, anaandaa kongamano labda la mkesha, anaandaa kongamano labda la wanawake, anaandaa kongamano la kitu fulani, ana push kwenye kazi. Kwa nini ana push vile? Ameona kile alichopewa, ana uwezo wa kwenda zaidi, ana uwezo wa kufanya zaidi lakini kuna mwingine ana karama aliyopewa, ana amechaguliwa ndio na Mungu, lakini ame relax na kundi lake la watu watano. Sisemi kwamba huyu afanye kazi, hapana, lakini ana uwezo wa kupush zaidi, ana uwezo wa kufanya kitu cha zaidi, kufanya watu wakamwona, waka kwa hiyo, kwa nini tunatoa tuna hizi tuzo za heshima recognition kwa watumishi wa Mungu? Kwa sababu tunawatia moyo kwa kile wanachokifanya zaidi. Niseme kitu cha mfano ambacho hakipo kwenye category ili kisilete ukakasi. Hili jambo lipo kwenye category lakini nataka nimtolee mfano mtumishi wa Mungu huyu kutokana na kile anachokifanya. Tunamuona Mchungaji Miamba. Mchungaji Miamba pamoja na kwamba ni mchungaji lakini anatengeneza filamu za dini. Hicho kipengele hakipo kwenye categories. Nafikiri labda mwakani tutaweza kukiweka kwa watumishi wa Mungu wale ambao wanaandaa filamu za za dini ametoka kwenye uchungaji zamani, alikuwa ni mwigizaji wa kawaida lakini sasa ameteuliwa na Mungu, amekuwa mchungaji. Ndani ya uchungaji wake ameona nifanye nini ambacho kitafanya watu, kwa sababu kuna mwingine haji kanisani lakini anaangalia movie. Kwa hiyo ameenda extra mile, amejiongeza, anaandaa filamu. Sasa mtu mtumishi wa Mungu kama huyu, ukimpa tuzo unakoseaje? Kwa hiyo nataka watu waelewe, wapate wapate uelewa kwamba hawa watu sio kwamba tunawapa tuzo kwa sababu they are too special au kwa sababu tunawapendelea. No, tunaona jitihada walizoziongeza katika utumishi wao. Kwa hiyo hii itasaidia hata yule mchungaji ambaye anaona, mbona mimi nina karama fulani lakini siifanyii kazi? Kumbe kupitia karama yangu hii kwenye injili hii hii, nina uwezo wa kuwa recognized kwa hiyo unaweza usiwe ukawa kanisani una watu ishirini, thelathini, hamsini, lakini kupitia jambo fulani ukajikuta umeongeza wafuasi kupitia kile kitu cha tofauti ambacho unakifanya. Mimi mfano huduma yangu haipo Dar es Salaam, huduma yangu ipo Nguruka, Kigoma, kijijini kabisa. Nina huduma pale, lakini ninajitahidi kwa kadri Mungu anavyoniongezea maarifa kutokana na Roho Mtakatifu anavyoniongelesha kufanya vitu naenda extra miles. Sasa hivi nimeenda kwenye kuandaa hizi tuzo. Kwa hiyo tunatakiwa ku, ku, kupata ile moyo, kupata kitu fulani. Mtu akiweka certificate yake ofisini akaona ah, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, nilipata hii certificate kwa sababu nilikuwa kwenye tuzo kama mmoja wa wachungaji waandishi wa vitabu. Mbona sijatoa vitabu muda mrefu? Nahitaji kuandika kitabu kingine. Yule aliyeshinda akapata tuzo kabisa ile kwamba amepata kitu fulani kama tuzo cha kuwa mwandishi bora wa vitabu, naye akiangalia ile tuzo yake anasema, mwaka 2026 niliipata hii tuzo kwa sababu nilikuwa mwandishi bora wa vitabu sasa hivi mbona sijaandika vitabu vingi kama nilivyokuwa naandika mwanzo? Anapata nguvu ya kuendelea kuandika vitabu. Hizi tuzo sio kwamba tunashindanisha watumishi au tunakosoa watumishi au tuna tunamkosoa Mungu na ule wito alioweka kwa watu, hapana. Hii ni uamsho kwenye Injili, ili mtu kile anachokifanya aendelee kukifanya kwa ubora zaidi. Wale wachungaji wa vijijini kabisa, kuna vijiji viko karibu na mjini, vijiji vya mbali, wale nao unawaweka wapi, mchungaji? Mimi nikiwa ni mmoja wapo wa wachungaji ambao nipo vijijini. mm -hmm, hata mimi niko vijijini. Kwa hiyo niseme kwamba tunachoangalia ni watu ambao wanateuliwa. Mimi nimeona watumishi wameanza kutajwa, wako Mwanza huko, wako Arusha, wako Moshi, wako Iringa, wako Mbeya, wametajwa. Kwa hiyo tuseme kwamba hizi tuzo sio kwa ajili ya tu ya wachungaji ambao wako Dar es Salaam, no hata wale wachungaji walioko Kigoma, Mwanza, Mbeya, Iringa, Tabora, popote walipo, ili mradi tuko nao kwenye listi zetu ambazo tunazipokea. Kamati itakaa na itaangalia na tutawaweka kwenye hizo categories. Waumini, ninaomba tupige kura kwa wingi kutoka madhehebu yote, tupige kura kwa wingi ili watumishi wa Mungu hawa waweze kushinda, wa ambao watakuwa wamechaguliwa. Kama wewe ni muumini wa mchungaji fulani na amechaguliwa usiache kumpigia kura ili aweze akashinda, isije baadaye ukasema, ah, wamependelea, kumbe na wewe hukupiga kura. Lakini pia nitoe wito kwa wachungaji ambao watakuwa wamechaguliwa, ninaomba msikatae kushiriki kwenye hizi tuzo. Hizi tuzo ni za kwetu na tumeziandaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naomba usikatae, ukiwekwa kwenye kategori fulani ambayo utachaguliwa, uweze kushiriki na katika tuzo tutatoa tuzo kwa wale watakaokuwa ni washindi wa kwanza wa, lakini kila mchungaji atakayeshiriki atapata certificate of appreciation. Na kwangu sasa kila mchungaji asilimia tisini anajua kuimba. Nikupe nafasi ya kuimba wimbo wowote unaotaka <laughs> iwe tenzi iwe pambio ama wakwako mwenyewe karibu <laughs> yeah. Ah, nimempenda sana kameramani wala hashtuki <laughs> yeah. Ah. Ame nitendea oh, ame nitendea uwimbo amewimba dada yetu Ministeri Takomba, na upenda sana kwa sababu mimi Mungu amenitendea kwenye maisha yangu. Nilikuwa niko chini sana, Mungu ameninua kuwa juu. Nilikuwa wa ovyo, sifai, amenifanya kuwa nafaa, amenifanya nionekane kitu miongoni mwa watu kwa hiyo Nina uwaga nikiusikia na sikia raha sana. Asante, mchungaji. Asante nashukuru sana. Mtazamaji, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Bye-bye.